Kwa majina naitwa Fadhili Kapala, natokea katika mkoa wa Katavi, wilaya ya Mlele, kata ya Irunde, kijiji cha Irunde, kitongoji cha Ibera Mafipa. Niko katika kituo cha Ibera Mafipa ninapofanyia kazi. Ninamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amekuwa msaada katika kazi hii ya Mungu. Uh, tangu nimekuepo pale, yale ni maeneo mapya ambayo makabila mbalimbali wanahamia, hivyo habari ya dini, asilimia ya kubwa wengi, uh, hawaelewi, lakini nimejaribu kufanya namna ambavyo Mungu anaweza kaniwezesha. Nimeingia kwa namna ya kufanya shughuli ya kilimo cha bustani, ninalima bustani, matikiti, mahindi, na kupitia shughuli hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa jamii, na kupata madarasa mengi sana, na madarasa mengi ambayo wanajifunza nayo kwa kilimo. Lakini mwezi wa kumi na moja aa, baada ya kuvuna shamba la mahindi ambayo nilikuwa nimelima mahali pale, ninachomshuhudia Mungu wa pekee ni kwamba baada ya, kwa ya kuvuna tu nilitoa sehemu ya Bwana, lakini eneo lingine nilikuwa nimekata kwa ajili ya kugawa jamii, kugawa mahindi katika jamii inayozunguka hiyo. Kwa kweli nilileta mbaraka mkubwa sana sana, na baada ya uh, mavuno hayo niliamua kitu kimoja. Uh, mwalimu Kevin hasa alisisitiza kushuhudia kwa teknolojia ya ya, ya, vitu mbalimbali ambavyo kunarahisisha kazi, kwa hiyo niliamua kununua vyombo vya mabiri kama maspika. Lengo ni kutengeneza kituo uh, mahali ninapoishi kama cha redio kwa ajili ya kupaza sauti katika jamii inayonizunguka. Nimefanikiwa kupata uh, spika mbili ambazo nazitumia kila jioni ya leo. Uh, ninafundisha masomo ya afya, nafundisha masomo ya, ya uchumi, nafundisha masomo ya Biblia. Kwa kweli kwa sasa jamii, natoa ushuhuda na shukrani sana, wanaelewa na message zinatuma za, za message za maswali inaendelea kujibu. Ninaomba tu Mungu anisaidia katika hilo ili kazi yake isonge mbele.